Ni matumaini yangu ubuheri wa afya ni ukaribishe kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, halikadhalika na maeneo yanayopatikana katika pwani ya kusini ya bahari ya Hindi. Kwa upande wa maeneo ya mwambao pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Hali ya baridi bado inatarajiwa kuendelea kushamiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ambapo kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto nane katika mkoa wa Njombe, na kwa usiku wa leo hali ya mawingu kiasi inaambatana na mvua pamoja na ngurumo za radi inatarajiwa hususan katika maeneo, maeneo, maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na mkoa wa Mara. Na maeneo mengine ya nchi yaliosalia anatarajiwa kuwa na hali ya maengo kiasi na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio wetu kuwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiu pamoja na mkoa wa Mara nataja kuwa na hali ya maengo kiasi, mvua zinaambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, na maeneo mengine ya nchi alosalia na hali ya maengo kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam na nasaraji kuwa na vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye joto kumi na sita. Mkoa wa Mwanza vipindi vya mvua na ngurumo halikadhalika na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mkoa wa Kilimanjaro, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kwa upande wa mkoa wa Morogoro, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto kumi na tano. Kwa Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Asante kwa kutufuatilia.